Bismillahi Rahmanir Rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, wapendwa watazamaji wa Al-Istiqama Swahili TV popote pale mlipo duniani, amani zake yeye Allah mtukufu na baraka zake ziwe pamoja nanyi. Kwa hakikatan, leo tupo pamoja katika suala muhimu kabisa, nalo ni suala la afya. Kama tunavyofahamu, suala la afya yako ni jukumu lako. Kwa hakikatan, leo tupo na mgeni hapa katika studio zetu hizi, naam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, na kwa niaba ya mtazamaji, Allah mtukufu akuhifadhi na kwanza kabisa, mpendo mtazamaji ataka kukufahamu jina lako ni nani, na tuendelee na kipindi chetu. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kwa jina naitwa Muhammad Ali Musa Al-Azri, ni daktari bingwa wa magonjwa ya dharura. Ninafanya kazi katika hospitali ya mkoa wa mjini ya Lumumba. Hakikatan, karibu sana katika studio zetu hizi kwa mara nyingine tena. Asante. Na hakikatan, ewe mpendwa mtazamaji, popote pale ulipo duniani, kama nilivyosema mwanzo, leo tumekuletea zawadi nzuri kabisa, nayo ni zawadi ya afya yako. Tunapozungumzia, daktari, suala la afya ni suala pana sana, na leo utajiuliza tutazungumzia sehemu gani? Leo tutazungumzia moja kwa moja suala la lishe bora. E, kwanza kabisa, kwa kuanza mpendwa mtazamaji anataka kufahamu nini maana ya neno lishe bora? Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu uh, watazamaji. Nini maana ya lishe bora? Lishe bora ni kwa kitaalamu anaita balance diet, kwa maana kwamba ni chakula ambacho kamili kamili, tukisema kwamba ni vyakula ambavyo vimechukua uh, nutrients zote muhimu ambazo anahitaji mwanadamu bila kubeza sehemu moja na ukaacha sehemu nyingine, hiyo ndio maana balance diet. Nini virutubisho ambavyo vinatakiwa ndani ya vyakula hivyo, ndiyo mada ya, ya mazungumzo yetu ya leo. Kwa hakika hii ni definition fupi kabisa ya balance diet, manake lishe ilokuwa bora. Tunapozungumzia daktari, lishe bora ina nafasi gani katika maendeleo ya afya ya binadamu? Asante sana, kwa kweli lishe bora ina, ina mchango mkubwa sana sana muhimu katika afya ya binadamu. Mwanadamu anapokosa lishe bora, basi afya yake nayo na itazorota moja kwa moja, awe ni wa umri wa aina yote, kuanzia umri wa mtoto, umri wa nguvu kazi, yani vijana, umri ya wazee, umri ya wama, mama wajawazito na, na umri wa mama ambao wamemaliza pia Uh, ada yao ya mwezi ada yao ya mwezi. Kwa hiyo katika kila umri huu, basi lazima ambatane na lishe bora, kwa maana kwamba balanced diet, na kila umri ina viwango maalum ya vyakula ambavyo uh, mwanadamu anatakiwa ale ili awe na afya bora. hakikatan katika Uislamu, afya bora ina umuhimu mkubwa sana E, kama tunavyofahamu sala pia ibada e, ya haji inahitajika uwe mtu e, Mwislamu awe na afya imara. Kwa maana hiyo, kuwa lishe bora inachangia Mwislamu au binadamu kuwa na afya iliyokuwa bora. Kwa hakika, kwa hakika hapa Zanzibar kuna neema nyingi sana ikiwemo e, vyakula vya baharini e, samaki, maana yake nazungumzia na mazao ya kilimo. Sasa vyakula hivi au neema hii ina umuhimu gani katika e, lishe bora? Haya, ndugu watazamaji, naomba nizungumzie uh, lishe kwa watoto wadogo. Naam. Wakati huo ndo ninapokuja kueleza nini mustakbal ya mtu ambaye atakula vyakula vilikuwa vimetimia. Naam. Tukizungumzia watoto wadogo maana yake ni watoto ambao wanategemea moja kwa moja chakula kwa mzazi wake au mlezi wake. Mtoto, mtoto si mwenye kawaida kutafuta chakula. Mtoto, ni kawaida, apewe chakula. Apewe chakula. Sasa tunapokuja kwenye lishe bora ya mtoto inapokosekana balanced diet, basi hakika eh, ukuaji wa mtoto utazorota. Naam. na maradhi makubwa sana ambayo yanapatikana kwa mtoto ambaye hana lishe bora ni haya ambayo tunayaona kawaida, tume kuyazungumza ikiwemo kwashako shako na marasmus. Ukuaji wa mtoto utazorota moja kwa moja, na ukimwona tu kwa sura unajua huyo mtoto amekosa lishe, amekosa lishe na, na tukija moja kwa moja kwa hii kwa shako, ndio kwa shako. Uh, sasa hivi kitaalamu, kwa hasa wa madaktari watoto wameigawa zaidi, naam, wanaita malnutrition. Malnutrition. Sasa kwenye malnutrition ndio kuna severe malnutrition na kuna moderate malnutrition, sawa? Eh, maana yake kutengana na ukali wa ile tatizo. Inapokuja severe malnutrition maanake, huyu mtoto ana athari kubwa sana ya lishe, na utakuta mtoto huyu amepewa chakula na mlezi wake au mzazi wake katika kiwango ambacho ni duni duni, bila kujua. Ndio naona kama umetoa mfano Zanzibar, Masha Allah, Alhamdulillah, Tabarakar Rahman, tumezungukwa na vya kula natural, samaki, dagaa. Wageni wanaotoka nje ya nchi wanasifia moja kwa moja vya kula, aina vya kula ambavyo tunavipata Zanzibar. Ndiyo. Sasa unakuta wewe mwenyewe mkulima, naam, lakini nyumbani kwako hawali vya kula, hawali vya kula ambavyo una vilima, una vilima. Naam, wewe mwenyewe ni mvuvi, nyumbani kwako hawali vyakula kula ambavyo una vuvu hapo baharini. Naona kwao, unakuta mtoto yule ambao unampelekea chakula, hasa yule umri wa kukua anakosa balanced diet na ina mwathiri moja kwa moja katika afya yake. Na ukimwona utakuta amevamiwa na na wadudu kwa maana infection. Naam. Ame ngozi yake imenyauka, hasio yenye rutuba. Mwili wake haukui vizuri kwa mfano umri ambao unataka ukue kwa mifupa na kadhalika. Mifupa yake laini mno kiasi kwamba unaweza kumkamata kwa kumkamata tu kwa kuvunja mfupa. Kwa kuvunja mfupa. Sawa? Ndio. Kwa sababu ya lishe duni. Kwa hiyo, ndugu watazamaji hasa sisi wazazi na walezi tuwe makini sana wakati tunawapa chakula watoto wetu. Hakika vyakula lazima viwe vimetimia, na viwango gani ambavyo vinatakiwa vipewe. Naam. Mtoto ndio mada kuu ya mazungumzo yetu, na nitaizungumza punde hakikatan. Ewe mpendo mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, hakikatan ni busati la elimu pamoja na hikma. Tupo na mgeni wetu hapa daktari ambaye anazidi kutunufaisha na kutupa zawadi hii murua kabisa, kwa hakikatan afya ni jambo zuri kabisa na jambo zuri muhimu katika maisha ya binadamu iia kote duniani. Uh, nafasi hii ya vyakula hivi vya asili vinachukua nafasi gani katika hii lishe bora? Na tunapozungumzia lishe bora, maanake labda tuseme, labda hii ni chipsi, hii ni nini? Au tunazungumzia vipi? Tukisema lishe bora, mfano wake? Naam, lishe bora ni mjumuiko wa vyakula vyote muhimu ambavyo binadamu atakuwa nayo. Sasa na vitaja vyakula muhimu ambavyo binadamu ataka awe nayo ni carbohydrates, ambao kwa Kiswahili inaita vyakula vya jamii ya unga unga, mfano kama vile mikate sahihi. Sawa, unga ngano. Mikate, unga wa mahindi ndio yote, unga wangano ile wa, wa, wa, wa, wa, nzima zote ni jamii ya uanga. Uanga. Kwa maana zinaitwa carbohydrate, carbohydrate. Vyakula vina vingine ni protein. Naam. Protein ni jamii ya vyakula vya nyama nyama. Sawa, samaki, nyama, nyama yenyewe, kuku. Sawa? Ndio. Na hata baadhi ya mimea pia vinavyo protein. Na vyakula vingine ni fats, kwa maana mafuta mafuta, mafuta pia yanapatikana kwenye mimea na pia yanapatikana kwenye wanyama manake, kama vile karanga, cashews aiywa, hizo ni mafuta ambayo yanapatikana kwenye mimea na kwenye nyama kama ambavyo nini, kama ambavyo nyama yenyewe ambayo ile ngozi, mafuta Ndiyo. kama unavua mafuta, sawa na kuku kadhalika. Sasa wataalamu wanasema mafuta ambayo yanapendekezwa zaidi Ndiyo. kwa matumizi ya binadamu ni mafuta yanotokana na mimea mafuta yanayopendekezwa zaidi kwa binadamu Ewa, ni mafuta yanayotokana na, na mimea mfano, mfano wa sunflower. Sunflower. Mafuta, no, no. Sun, sunflower oil ni mafuta ya alizeti ndo, ndo moja mafuta piwa mazuri zaidi yanayopendekezwa kwa matumizi ya binadamu. Mafuta ambayo sio alizeti, mingi yao yanatokana na mafu ya nini, ya nyama na wanyama, ambayo sio yenye kupendekezwa zaidi kwa matumizi ya binadamu. Na baada hapo, vyakula vya aina hivyo vimetaja vitatu, inakuja sasa vitamins. Vitamins, vitamins ni vyakula ambavyo vinatikana katika vyakula hivyo tunazungumza zimo vitamins, lakini pia vitamins nyingi zinapatikana katika mboga mboga na na matunda. Naona matunda ina takriban zote zinazo vitamins vitamins mbalimbali. Umeelewa? Naam. Kwa hiyo baada hapo, baada ya vyakula hivi ninavyotaja ndani yake, basi baada pia kuna nutrients kadha kadha, ikiwemo iodine, chuma naam, kopa naam, na kadhalika na kadhalika, zote hizo zina umuhimu mkubwa sana katika ukuaji wa binadamu. kwa na, kumalizia kipande hiki eh, umetaja hii mjumuisho wa lishe bora sasa, je, kila kiwango cha ulichokitaja kina kiwango maalum? Very good question, kwamba kila kila ulichokitaja vinahitajika kwa kiwango maalum kwenye milo ya binadamu. Ukitumia carbohydrate kwa wingi ukaacha vingine, basi athari itakuja. Ukitumia ukitumia protini kwa wingi ukaacha vingine la, hali kadhalika, ukitumia mafuta mengi ndio kuliko vingine basi athari inakuja. Ukikutana na wataalamu katika uh, mazingira ya hospitali na, na vituo vya afya watakufahamisha vizuri kabisa kwamba kwa, kwa viungo gani unatakiwa kutumia. Kwa haraka haraka kwa, kwa mustakbal au kwa faida yetu kwamba carbohydrate ndio inatakiwa iwe kwa kiwango kikubwa zaidi ulinganisha na protein, ulinganisha na fats. Of course na kuwepo kwa mboga mboga ya majani na matunda yana umuhimu wake mkubwa nayo katika ukuaji wa binadamu. Al-akhi Muhammad, hakikatan hii suala la afya ni suala kubwa sana na suala hili linaumiza ndugu zetu wengi, kwa sababu sa zingine wanaweza kutumia gharama nyingi katika kutibia maradhi no. na ukiangalia kosa dogo tu ni kutozingatia lishe iliyokuwa bora no. Sasa hivi mpendwa mtazamaji, kama unavyofuatilia na unajua hali ambayo tuko nayo tunajua kuna vyakula hivi vya kisasa unakuta eh, mtu mchana usiku anakula chipsi, vyakula vya mafuta, vyakula vya sukari. Unakuta kwenye meza kuna vyakula vya sukari nyingi nyingi nyingi sukari mm. Sasa hivi vyakula ambavyo tunaviona ni vyakula vya kisasa, nyama choma, mishkaki kila siku, vina athari gani hasa katika kuchangia kama maradhi ya mm, kisukari na shinikizo la damu? Naam, naam. Hakika kwa uh, ndugu watazamaji, chakula bora namba moja ni kile ambacho unakiandaa mwenyewe nyumbani kwako. Vyakula hivi ambavyo vya kununua mitaani, ambao mimi naita fast food, ambao unapiga simu KFC, niletee miguu sita ile eh, na wageni wangu sahihi. KFC Sa, naam, naam. KFC lete McDonald's, uh, burger. Sikusudii kutaka kuvunja biashara, kwa hiyo nataja yes, sahihi. Nataka kuzungumzia kwamba namba moja vyakula bora ni vile ambavyo unaviandaa mwenye, sio vyakula vya kusindika, sio vyakula vya kusindika. Sawa. Sasa nchi ambazo zilizoendelea, ndio, kwa mfano m Warabuni, basi unakuta watoto wengi afya zao zimekuwa duni kwa sababu ya matumizi kupita kiasi mm, ya vyakula vya aina hii. Mimi nafsi nimeshatembea, ndio, huko unakuta Uh, vijana wa pale ndani hawali vyakula vinavyoandaliwa nyumbani, ambao mama mama amebeba mboga mboga zile. Ndiyo. na mchuzi uh, wa nyama wa kuku ambao umeandaliwa kwa kiwango kizuri, hawapendi. Unakuta wanaagiza tu online inakuja inaitwa kwenye boxi, sawa. Naam, anakula ndio, na chakula chake cha kila siku. Kwa hiyo matumizi ya chakula hivi fast food, kwa kweli uh, ni hatari ni hatari kwa maana kwamba ina viwango vya starehe la dhani mdomoni. Ndiyo. Lakini na athari yake sawa. mm. Athari ya kuleta magonjwa kama uliotaja ya sukari, shinikizo la damu, hypertension yanasababishwa sana matumizi ya vyakula leo, leo, hii unaona, alikuwa mzima lakini kadondoka chini. Kwa hiyo maana yake hivi vyakula tunavyokula natakiwa tuwe careful navyo, yani uh, matumizi ya vyakula, ndugu ndugu watazamaji ni lazima yawe na mazingatio ya aina yake kwa kweli. Kuna umri unafika kwa sababu ya tu kwamba umeshakula kupita kiasi na unatakiwa ufanye mazoezi, muda wa mazoezi haupo, lakini unakula sahani mbili kwa wakati mmoja, wakati mmoja. Unanifahamu? Mazoezi huna, na msikitini ni mita chache tu kutoka nyumbani kwako kwa. Unapanda gari. Unapanda gari, unaona. Au honda. Naam. ma ma safari za kutembea hamna. Zinaitwa nini? Zinaitwa lectures live. Sawa. Ndiyo. Lecture live ndo inayoharibu katika afya ya binadamu kwa sababu hana muda wa kuwatoa vyakula vile alivyokula, kwa sababu vyakula vile vinachomeka kwa kufanya mazoezi kwa kutumia nguvu nyingi, ambazo maisha ya sasa kule hizo hakuna. Haqiqatan mpendwa mtazamaji wa mtaza Istiqama Swahili TV, hii ni busati la elimu pamoja na hikma, tukiwa na mgeni wetu hapa Dkt. Muhammad, Allah mtukufu mhifadhi nasi sote kwa pamoja. Dkt. sasa hivi kuna tatizo la uzito uliopitiliza. Unawashauri vipi ndugu zetu hawa ambao wana uzito uliopitiliza katika suala la chakula? Kinga ni bora kuliko tiba, ndugu watazamaji. Unapokuwa uh na uzito wa kupita kiasi mara nyingi unasababishwa na vyakula holela. Napenda kutumia neno holela kwamba ni vyakula kupita kiasi. Ndiyo. Wengi wa watu ambao wana uzito wa kupita kiasi, ambao unaita obese au kwa BMI iliyokuwa zaidi ya thelathina ya ushei, hiyo peke yake inaonyesha kwamba uko katika obese na obese status. Kurudi katika hali ya, ya mwanzo ni ngumu sana unatumia gharama kubwa sana kwenye operation na muda mwingi pia kwa mazoezi, labda kupunguza uzito ndio hakuna muda. Na kuna wale ambao wanasema ah, mimi sasa hivi asubuhi sili, mchana nitakunywa ndakun, maji kidogo, hmm, usiku nitakula kidogo. Je, hii ni katika njia ambayo inayosaidia kupunguza uzito na kweli? Na, ipo kifika hatua fulani unaitwa una uh, fasting intermittent fasting funa sawa, lakini ufunga, ufunga, ufunga huo <laughs> sawa, si ya, ya alfajiri mpaka magharibi kufunga magharibi. Yeah. Ni muda ambao yeah, umejieka ume, ume mbali na chakula. Unaweza ukawa umekula bite ndogo sana saa tatu asubuhi lakini hukula tena mpaka unakula usiku dinner. Sawa. Maana yake hiyo inatukumbusha ina pia kufunga hizi sunna Jumatatu, Alhamisi, masiku meupe, inasaidia pia katika kupunguza uzito na kuondosha baadhi ya maradhi. Ewe mtazamaji, hakika hii ni fursa kubwa sana tulipoambiwa somo tasihu fungeni mpate afya kama mlivyomsikia daktari hapa. Pia katika, e, katika fani ya udaktari kuna jambo kama hili kwa wale ambao waliopitiliza uzito. Tukiingia katika sehemu nyingine, e, tunazungumzia, tunao ndugu zetu, dada zetu ambao wapo hali ya ujauzito, unawashauri vipi kueleka katika swala hili zima la lishe bora? Mama mjamzito anavyokuwa na kiumbe tumboni, basi lishe yake inabadilika mia kwa mia mia kwa mia, mia, mia. Si sawa na alivyokuwa anakula kabla ya kuwa mjamzito mzito. Naam. Na wakati ni mjamzito, lazima vyakula vibadilike badilike. Hamu ya kula inapotea la kwanza kwake yeye, mam kwake yeye, mama mjamzito maana kwamba lazima ajibidishe kula na anapokula, ana viumbe viwili vinamtegemea wakati mmoja, yeye binafsi na kiumbe ambaye anaye tumboni. Kwa hiyo natoa usia mkubwa sana kwamba mama anapojigundua mjamzito awahi mara moja kwenye klinik na kufanya uchunguzi wa awali Ndiyo. na pale itagundulika damu yake iko chini, basi jitihada ya maksudi ifanyike ikiwemo na mwenza wake, lazima mwenza wake, wake aweze kumsisitiza katika ulaji wa chakula bora, ulaji wa chakula bora, kwa sababu hamu ya kula hana. Ndio, na ndo pale unaposikia kwamba wanapenda kula madongo, sijui madongo bichi vile, yote ni, a, ni dalili ya kwamba damu iko chini, damu iko chini. Sasa ili upandishe damu, hivyo vya kula sivyo, ndio fuata ushauri daktari ili akuelimishe katika vya kula bora kipindi wewe ni mjamzito eh. Kwa hakika tan dini yetu ya Uislamu inatufunza ya kuwa kila mmoja ni mchunga na kila mchunga ataulizwa kwa kile ambacho alichokichunga. Mume ni mchunga kwa mke wake. Sasa mume anatakiwa kuzingatia mke wake anapata lishe ilokuwa bora. Kwa kifupi sana, daktari kwa kifupi sana. Eh, tumpe elimu au tuwape elimu ndugu zetu ni vipi ambao wazingatie hii elimu ya elimu ya lishe bora. Kwa sababu kama unavyojua hali ilivyo kweli ulivyo ni ngumu sana mm. Kijana kwenda hospitali kufuatilia mke wangu atakula nini wachache sana. Mm. Lakini kupitia Alistiqama Swahili TV Busati la elimu pamoja na eh, hekima eh, wafaidike ndugu zetu hawa ambao wakawezao wapo katika hali hii ya ujauzito. Ewe baba mtarajiwa ambapo mke wako sasa ni, inshaallah, mpeleke hospitali pindi tu unapojungundua kwamba ni mjamzito. Nenda naye mguu kwa mguu kwenye kituo cha afya, pale ambapo anafanya vipimo vya awali vya ujauzito wake, nawe baba utaelimishwa vipi vya kumtunza mama wa watoto wako na kiumbe aliyopo tumboni, ambaye anakuwa ambaye baadaye atakuita baba. Kwa hiyo nawasihi sana ndugu watazamaji, lishe bora ya mama ni bora katika kukua kwa mtoto wake pia. Kwa hiyo, anapokuwa mama analishe nzuri na mtoto wake atakuwa vile vile, na afya nzuri vilevile, na ndio pale unapogundua kwamba mtoto amekuwa vizuri tumboni, mwenye wastani wa kilo tatu point kidogo na, na tatu na nusu basi ni kilo ambazo ni za kawaida za mtoto kuzaliwa, lakini pale ambapo mama hana lishe nzuri basi kuzaa watoto wenye kilo ndogo ni na asilimia kubwa ambayo ni hatari pia kwa ukuaji wa watoto hawa. Kwa hakika ni mpendwa mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, popote pale ulipo duniani, hakika swala la afya ni neema, ni wajibu kwetu sisi kulishukuru swala hili, swala hili kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin na kufanya yalokuwa mazuri. Hakika eh, daktari, tukielekea mwisho mwisho wa kipindi chetu Tunajua tuna matabaka tofauti ya umri katika mazingira yetu na jamii zetu, kuna watoto, kuna vijana, kuna wazee. Sasa katika suala la lishe bora, kuna kuna elimu gani kuhusiana na matabaka haya ya kiumri? Umri unavyokwenda, kadri unavyokuwa, basi vyakula vilivyokuwa vinahitajika va balanced diet vina, vina umuhimu mkubwa sana wazee, kwanzia watoto wanaotegemea kulishwa na wazee wao mpaka wazee ambao wanategemea vijana wao pia kuwapa lishe kuwapa lishe. Kwa hiyo matabaka yote haya yanahitaji uzingatio mkubwa sana katika kuwapa lishe bora. Nikizungumzia wazee waliokuwa watu wazima. Naam. Tuseme kuanzia miaka sabini kwenda juu ambao mifupa yao imeshakuwa laini. Ndio, wanapotembea tu basi wanaweza kusikia milio ya mifupa yao inavyotembea. Ndio, na navo teleza tu, ni rahisi kuvunjika. Kwa nini avunjike? Kwa sababu mifupa yao tayari iko brittle, mepesi mno. Nini asaidiwe mzee wa aina hii? Ni kumpa lishe bora. Lishe bora aina gani? Ambayo imejaa calcium. Calcium. Kwa sababu matumizi yake calcium ni makubwa. E, samahani hapo, tukizungumzia hili kundi la umri mkubwa wazee, nimeshuhudia baadhi ya wazee ambao wanapata maumivu ya viungo mara leo mkono, miguu na wakawa wanakunywa dawa dawa dawa, mm. painkillers, mm. Sasa bila kupata ushauri wa daktari au kuangalia lishe gani ambayo wanaoitumia swala. so, hili daktari unalizungumziaje calcium, kwa sababu kwanza hapo ilikuwa vyakula vyao sio madhubuti madhubuti. Unaona, vyakula vingi ambavyo vinakosa calcium ndio wanavyokula. so, na ukienda hospitali ukiona maumivu aina hiyo, dawa moja hapo utapewa ni calcium calcium. Unaona, ikiwa calcium umeweza kuila mwenyewe Kipindi ambapo hukuwa naugua maradhi hayo sawa. Kwa hiyo lishe ni, ni, ni swala muhimu sana, kwa ndugu mtazamaji, mtaza na ndugu mtangazaji, muda ni mchache sana kwa swala hili ni kubwa. Lakini, ndiyo. Lishe ni muhimu sana katika umri zote na matabaka mbalimbali, na wazee wanahitaji lishe maalum kama ambavyo watoto wanahitaji lishe maalum kama vijana ambao ni nguvu kazi wanahitaji lishe maalum. Fuata ushauri wa daktari, epuka vyakula holela na I, i, i, ke, imara afya yako kwa kula vyakula vilivyokuwa bora, kwani kwa afya yako ni jukumu lako mwenyewe. Na ndugu zetu katika imani, hakikatan katika jambo zuri na jema, baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ni kuwafanyia wema wazazi. Ikiwa wazee wetu wamefika umri mkubwa, hata kama umri wao ni mkubwa, basi kutekea kwa wao kwa, kwa kuangalia ni vizuri zaidi. Baba anakula nini? Mama anakula nini? Je, vyakula hivi ni sawa? Tukaendelea tukielekea mwisho mwisho wa kipindi chetu, daktari, tutazungumzia mambo mawili ya mwisho. Swala la kwanza ni kula sana kupita kiasi. Swala hili linazungumzia vipi kula sana kupita kiasi? Ndugu watazamaji, ni moja ya hatari sana katika ukuaji wa afya wa binadamu. Naam, kwa sababu uh, mwili wa binadamu unapokula inahitaji muda usage chakula kile, chakula kijasagika, umepeleka vingine, umepeleka vingine, tumbo lenyewe linashangaa, mona nasaga protein <laughs> sasa hivi, lakini imekuja carbohydrate mbi ambazo sijitarisha nayo, sijitarisha nayo. Kwa hiyo acid itazaliwa kwa wingi tumbo. Kwa hiyo itapozaliwa acid kwa wingi, nayo acid, pamoja kwamba inasaga vyakula vile ambavyo vimekula, pia inapambana na utumbo wako ambao umo ndani. Kwa hiyo tumbo nalo litaliwa, ndo pale inakuja sasa magonjwa ya vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vinachangia pia, vinasababishwa na kula sana kabisa, sio kukaa na njaa yote, yote. Yote, yote. Kula yote, sana na kukaa na njaa kukaa sana, kwa sababu acid inazalishwa kwa wingi, kwa wingi. Na inakula mpaka kuta za, kutu, za tumbo la tumbo. Kwa hiyo hakikisha uh, kuna muda unapita kidogo baada ya kula ili kile chakula kilicholewa mwanzo kisagike then

uwe na neema yenye afya njema inshallah. Maji yana nafasi gani katika lishe bora? Maji yana nafasi kubwa sana katika lishe bora. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Kila kitu kwenye mwili wetu inahitaji maji, kila kitu. Kwa hiyo pamoja na kula vyakula vyote hivi, lakini maji yana nafasi kubwa mno katika afya bora. Kwa hakika ni mpendwa mtazamaji wa Istiqama Swahili, popote pale ulipo duniani, hii ni zawadi kubwa, na kama tunavyosema afya yako ni jukumu lako wewe mwenyewe. Hakika ni hii ni zawadi ametupa ndugu yetu al akh Muhammad, Allah mtukufa muhifadhi nasi sote kwa pamoja. Pia tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa viongozi wa Istiqama Swahili kwa jitihada zao kubwa kabisa kukufikieni kwa nyanja mbalimbali mbali, kama vile kauli mbiu inavyosema busat la elimu pamoja na hikma yote. Haya ni katika elimu. Na mwisho kabisa, nipende kutoa pongezi za dhati kabisa kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Daktar Hussein Mwinyi kwa jitihada zake katika kuboresha swala la afya. Unazungumzia vipi kuhusiana na hili, kwa kumalizia jitihada za serikali hasa katika kuboresha nyanja hizi za afya, ikiwa wewe ni daktari? Uh, walilahi lhamdi, kwa kweli tunashukuru Mungu sana. Uh, afya inavyosimamiwa ndani ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni, ni swala la neema kubwa sana. Hospitali zetu za serikali alhamdulillah rabbil alamin ambapo mimi nafanya kazi, Naona ni vitendea kazi vyote muhimu vinapatikana. Alhamdulillah. Madaktari alhamdulillah wapo, vifaa vipo na kikubwa zaidi dawa zipo. Dawa zipo. Dawa zote zinapatikana alhamdulillah rabbil alamin. Na pia elimu. Na elimu ambayo tunawapa wagonjwa wetu leo ni kubwa mno ambayo kila siku tunaendelea kuwafundisha hapa na pale katika kuhakikisha afya zao zinaimarika. Kwa hiyo katika hili la afya, naomba nizungumzie kitu cha mwisho kabisa kwamba katika vyakula vyetu tunavyokula, tunaongeza sana mafuta, tunaongeza sana chumvi chumvi. Kata mafuta, kata chumvi, iwe yenye wastani, afya yako itaimarika. Shukran sana shukran sana, shukran sana al Muhammad kwa kuwa pamoja nasi na asanteni sana wapendwa watazamaji wa Istiqama Swahili TV popote pale mlipo duniani. Mnaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii YouTube pamoja na mitandao mingine kwa ajili ya kufaidika zaidi na zaidi. Kwa hakika hili ni busati la elimu pamoja na hikma, na kinapokufikia kipindi hiki, moja kwa moja kitume kwa ndugu zako wapate kufaidika, na itakuwa ni adaka kwako wewe kwa hakikatan. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine, usibanduke hapa Alistiqama swahili TV. Karibu sana. Ammar Arrawahi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.